Swala la elimu nimetaja hapa, kila mwezi tunapokea bilioni tano za kuendeshea elimu. Hizo ni nje ya fedha za majengo, miundombinu, madawati, mishahara ya walimu na kadhalika. Hizo ni nje, lakini mkoa wa Kagera unaku, umekuwa wa 25 mwaka huu katika elimu ya msingi, mkoa wa 25 kati ya 26. Maanake sisi ni karibu wa mwisho. Nimefanya mapinduzi makubwa sana mimi na wataalamu wangu kujaribu kuibadili hali hii. Kelele ni nyingi, upinzani ni mkubwa. Kwa nini mnafanya hivi? Kwa nini mnafanya hivi? Lakini naamini taratibu na tuki, mkitusaidia watatuelewa ili wabadilike. Kila kitu tunacho, na ndio maana mikoa ya wenzetu wameitumia hii kama fursa adhimu na wanafanya vizuri sana sasa ufaulu mikoa mingi umepanda sana. Nimeamuru watoto wazazi, tuchangie chakula cha mchana watoto, baada ya kutoka saa tisa na nusu watoke saa kumi na moja tuongeze saa moja la watoto kufanyiwa revision, lakini Jumamosi watoto wa madarasa ya mitihani waende shuleni. Lakini cha kusikitisha, napokea simu kali, lawama nyingi na maneno makali makali sana. Yuko mzazi mmoja amenipigia simu ananiambia hivi, wewe wewe, si mwanamke? Nikamwambia ndiyo, dada, mimi ni mwanamke mwenzako. Sasa kwa nini unachelewesha watoto wetu wasirudi nyumbani? Wewe unaujua uchungu wa kuzaa? wewe Nikasema shoga yangu, na ujua na mimi wa kwangu nimewatundika boarding kabisa, wale ugali na maharage, wajue elimu haipatikani kirahisi. Kwa hiyo niombe mtusaidie, viongozi wa dini, mtuunge nguvu, ili tuweze kuinua elimu katika mkoa wetu wa Kagera, ambao miaka yote ulikuwa ukisifika kwa kufanya vizuri kwenye elimu.